Ni warembo wanaoendelea kuitikisa Tanzania kwa sura zao, mvuto, mafanikio na influence au ushawishi wao kwenye mitandao ya kijamii. Leo tunakuletea countdown kali kabisa, kutoka nafasi ya kumi hadi nafasi ya kwanza ya mastaa wa kike Tanzania wanaoongoza kwa uzuri na mvuto. Hizi ni tafiti za kuanzia mwaka 2024 hadi mwaka 2025, akiwemo Wema Sepetu, Hamisa Mobetto hadi akina Paula Kajala. Lakini nafasi ya kwanza ni nani? Hautakaa uamini hata kidogo, mtazamaji wangu. Karibu. nafasi ya kumi ni Wema Sepetu. Wema Sepetu ni mwanamitindo wa zamani na mwigizaji maarufu. Licha ya drama nyingi ambazo zimekuwa zikimwandama Wema, bado ana mvuto na mashabiki wengi sana mtaani na mtandaoni. Uoga ni shida yangu, hiyo nadhani dunia nzima inajua kwamba I have tatizo la kizazi kwa uoga, nikiconceive most of the time, na sifiki miezi miwili mitatu na miscarriage m. Kwa hiyo ilitokea bahati mbaya, atasaidia tutapata mahaba Tisa ni Paula Kajala. Huyu ni binti wa mwigizaji maarufu Kajala Masanja, Influencer anayekua kwa kasi zaidi, hasa baada ya kuoana na msanii maarufu wa Bongo Fleva Mario. Uzuri na umaarufu wake mitandaoni unamfanya kuwa star. Anayeibu ni Zari Hassan. Najua wengi wanauliza kwa nini Zari yuko kwenye listi hii, lakini ni kwa sababu alishawahi kuwa mpenzi wa msanii nguli wa Tanzania Diamond Platinumz na aliishi Tanzania kwa muda mrefu mno. Urembo na lifestyle yake ni level nyingine kabisa. Sasa, ukweli kabisa, mimi I never cheated on Diamond. Miaka karibu tulikuwa tunaingia miaka minne. Over my life, over my kids life, to lose everything that I own today including my soul. Mungu, Mungu kabisa is my witness. I never cheated on that man. Nafasi ya saba ni Nandy. Huyu ni mke wa msanii wa Tanzania Billnass. The African Princess, mwenye mvuto wa kipekee. Muziki, mitindo na utofauti wake umempa nafasi hii. <muchipa> Nafasi ya sita ni Poshi Queen au Jacqueline Obed. Huyu ni binti aliyewahi kuwa mpenzi wa msanii wa Tanzania Harmonize, model na socialite anayeteka mtandao maarufu wa Instagram kwa staili, shepu na confidence yake unayoiona kupitia macho yake. Sasa, nafasi ya tano ni Irene Uwoya, mwigizaji na mtayarishaji wa Bongo Movies, ambaye uzuri wake unavuka mipaka. Leo hii ni mama, kitu ambacho akijamfanya akaacha kuwa mrembo anayetazamwa na wengi upya. Sasa nimebadilisha mawazo, sikutaki. Eh, mm, nenda. Eh, sikutaki, nenda. Ah! Nafasi ya nne ni Yvonne Sherry au Mona Lisa, malkia mwenye uwezo mkubwa wa kuigiza kwenye sinema za Bongo Movies. Urembo wake hauchakai, yaani mwanadada huyu anazeeka kwa amani. Kwa ni vipi? hmm? kwa, kwa na toka zangu mm -hmm. mm -hmm. narudi nyumbani mm -hmm. Nimefika mimi napiga honi, mm -hmm. mtu anifungulie. mm -hmm. Nimepiga honi kwa masaa mengi mtu afungue. Nikashangaa ndani kuna nini? mm -hmm. na mulreo kwa nini mimi napiga honi masaa yote amje kunifungulia? mm -hmm. Anambia si kazi yake kunifungulia mimi, nakaza kunitukana, akanitukana akanambia mimi eti mwizi wa waume za watu nimekuja hapa kumwibia mume wake, ambaye ni we wewe, na kwamba ulishamchumbia yani nini? Mimi kabisa, ndio ukasema umemchumbia, na tena umewachumbia wanawake wengine kibao. Kwa kwa hiyo unanidanganya, tusiwezi kufika mbali na wewe mimi Nafasi ya tatu ni Hamisa Mobeto. Hamisa Mobeto ni mwanamitindo mfanye biashara na msanii wa kuimba na kwa sasa ameoana rasmi na mchezaji wa kandanda mahiri Aziz Ki. Hamisa ni nembo ya uzuri na ujasiri kwa pamoja. Yeah. Ni, ni aliliona kwa sababu umepost au ulimtumia kuonesha kwamba kuna. Aliona nimepost. Yes. Mm. Yeah. Okay. Halo, karibu kwenye mwezi. Hivi eh, swali zuri. Mm. You guys are just friends? Au mliwahi kuwa kwenye mahusiano? No, no, hatujawahi kuwa kabisa. Hatujawahi kuwa kwenye mahusiano. Ulivyoenda Marekani mlionana naye mara ngapi? Eh, Victor. Mara tatu au? Mhm. Victor, kumbuka nilikuwa katika mahusiano. Eh kutabasamu tabasamu hapa. <laughs> Nafasi ya pili ni Elizabeth Michael Lulu. Lulu ni mwigizaji na mtayarishaji wa Bongo Movies mwenye tuzo. Licha ya karia yake kukumbwa na misukosuko mwaka elfu mbili na kumi na saba kwa kesi ya mauaji, bado Lulu ni mwanamke mrembo sana. Afu mi kwetu bado ama baby, sawa mi kwa mamaangu bado mtoto anaumia, afu at least ningesemaga naishi duniani peke yangu wangefaida yani, singekuwa na tatizo mimi, kama mimi inaniumiza, lakini halafu. Nafasi ya kwanza kwenye countdown yetu ya warembo wa Tanzania mwaka 2024 hadi 2025 ni Flaviana Matata. Flaviana Matata ni mwanamitindo wa kimataifa, mwakilishi wa Tanzania kwenye jukwaa la dunia. Uzuri na urembo wake uko so natural na klasi kwenye macho ya kila mmoja. Wewe ni mkubwa lakini una mwili laini kabisa, actually I think kujitunza. Ukisema kujitunza una maana gani? Ah, nakula vizuri, sili mamilima, nakula portion ndogo ndogo lakini mara nyingi. Flaviana, kama Flaviana ni mama wa watoto wangapi, ameolewa na kwa hiyo kwa sasa Flavian Matata ndiye anayoongoza kwenye listi yetu, si tu kwa uzuri wa nje, bali pia klasi, kujiamini na ushawishi wa kimataifa. Yaani huyu ndio mfano wa beauty with purpose, yani urembo na sababu. Lakini je, unakubali hii listi ya warembo wa Tanzania mwaka 2025 ama kuna mrembo tuliyemsahau ambaye unadhani anastahili kuwa hapa? Niachie kwenye ebwana, mi naitwa Rich Mizuka kutoka mizuka Media. Namba moja ni mimi, namba mbili ni mimi, namba tatu ni mimi 5 na waachia nyinyi hapo e bwana e. Tukutane kwenye video ijayo. wewe ni mkubwa lakini una mwili laini kabisa. Uh, actually I think ni kujitunza okay. <laughs> Yeah. Uh, yeah. Ukisema kujitunza una maana gani? Ah, nakula vizuri, sili mamilima, nakula portion ndogo ndogo lakini mara nyingi. Flaviana kama Flaviana ni mama wa watoto wangapi? ameolewa